Wanafunzi wakiwa wameambatana na wakufunzi pamoja na management ya Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC cha jijini Dar es Salaam tarehe 12 mwezi wa tatu mwaka 2025 wamefanya ziara katika makao makuu ya Jeshi la Magereza eneo la Msalato jiji Dodoma, kwa lengo la kujua namna ambavyo Jeshi la Magereza hufanya shughuli zake za kila siku. Akiongea katika ziara hiyo yenye ujumbe kutoka NDC, Kamishina Jenerali wa Jeshi la Magereza Jeremia Yoram Katungu amesema anatambua uhusiano imara uliopo kati ya NDC na Jeshi la Magereza katika ujenzi wa taifa. Allow me to appreciate the Niruhusu nitambue uhusiano mzuri uliopo kati ya chuo cha taifa cha ulinzi Tanzania na jeshi la Magereza. Uwepo wenu leo ni muhimu kwa ushirikiano baina ya taasisi zetu. Nataka nichukue wasaa huu kuangazia majukumu ya taasisi zetu katika usalama wa taifa na uongozi, ambapo jukumu mahususi la jeshi la magereza urekebishaji wa wafungwa. Hii inamaanisha kuwa wote kwa pamoja tuko katika mfumo mmoja wa usalama, swala ambalo ni msingi wa udhibiti na ustawi wa taifa letu. Aidha, mkuu wa jeshi ameongeza kusema mafunzo na ubadilishanaji wa maarifa utaimarisha uwanja wa kitaaluma katika taasisi Panamu, is... Zaidi ya yote mafunzo na ubadilishanaji wa maarifa ni muhimu katika uimarishaji wa kitaaluma katika taasisi zetu. Utaalamu wenu katika uongozi na masomo ya kimkakati vitawezesha maafisa wetu wa ngazi za juu pata ujuzi unaohitajika katika majukumu ya kiusalama. Natambua umuhimu wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi katika kuunda uongozi wa kimkakati wa taifa letu. Kwa hiyo hii siyo ziara ya mwisho, bali ni mwendelezo na juhudi za pamoja katika uimarishaji wa ushirikiano kati ya Jeshi la Magereza na Chuo cha taifa cha ulinzi. Natakiwa mtambue kuwa usalama wa taifa letu kwa nyinyi wajumbe wetu, na hivyo jitihada zetu za pamoja ni muhimu katika ulinzi wa watu wetu na mustakabali wetu. Wajumbe, kama nilivyokwisha kusema hapo awali, mada yenu mwaka huu ni jukumu la teknolojia ya habari na mawasiliano katika kukuza usalama wa taifa. Mada hii iko kwa wakati na inafaa. Nataka niwahakikishie kuwa kupitia uwasilishaji ulioandaliwa mtapokea ufanuzi wa kina kuhusu umuhimu wa ICT katika kukuza usalama wa taifa, hususani inavyotumika ndani ya jeshi la magereza. Wasilisho hilo juu ya jeshi la magereza litafuatiwa na mjadala wa kina, hivyo mjadiliani na wafanyakazi wetu. Ni matumaini yangu, mwisho wa kikao hiki mtakuwa mmepata ufahamu katika jeshi la magereza kuhusiana na jukumu hili la usalama wa taifa. As as naye, kwa upande wake, kiongozi wa msafara Brigedia Jenerali CJ Ndiege kwa niaba ya mkuu wa chuo amesema miongoni mwa majukumu ya chuo, moja kuwa ni kuwa chombo cha serikali katika ngazi ya kitaifa, kikanda na kimataifa katika muktadha wa kutoa usalama na mikakati. Na hii ni kusema kwa upande wa mikakati mingine na utekelezaji wa sera safi kama usalama endelevu wa taifa, hivyo kuzingatia masuala ya msingi katika ujenzi wa maendeleo ya nchi kwa sekta za umma na binafsi. Private, private. Katika ziara hiyo iliwasilishwa mada moja iliyohusu jukumu la teknolojia ya habari na mawasiliano katika kukuza usalama wa taifa, na hii imewasilishwa na msimamizi wa sehemu ya ujenzi ACP Kizito Jack. Become... Teknolojia ya habari na mawasiliano imekuwa nyenzo muhimu katika usalama wa magereza. Sisi kama jeshi la magereza tunatumia teknolojia hii kuimarisha usalama wa magereza, kurekebisha wafungwa na usalama magerezani. Jukumu la ICT katika kuimarisha usalama kupitia jeshi la magereza, kuna majukumu mengi katika kukuza usalama huo kupitia magereza. Kwa upande wa urekebishaji, yafuatayo yatajadiliwa. Mmoja wapo ni uchunguzi na ufuatiliaji. Uchunguzi na ufuatiliaji sahihi ni wajibu wetu muhimu katika kuimarisha usalama ndani ya jeshi. Kwa kutumia ICT, jeshi la magereza hutimiza jukumu lake la kuzuia utoro wa wafungwa, kubaini shughuli, na hivyo kuweka usalama wa wafungwa na watumishi kwa ujumla. Matumizi mengine ni mawasiliano ndani ya vyombo vya usalama. Tunasema utaratibu mzuri wa mawasiliano ni muhimu katika usalama wa jeshi. Kwa kutumia ICT jeshi la magereza uweza kuwasiliana na kushirikiana na vyombo vingine vya, vya usalama ikiwemo jeshi la polisi, idara ya usalama wa taifa, shirika la usalama wa taifa, ofisi ya mashtaka ya taifa idara ya uhamiaji na mahakama. Mkuu wa kitengo cha intelijensia na operation DCP Justin Kaziolaya, akitoa neno la shukurani kwa niaba ya mkuu wa jeshi ameushukuru ujio ugeni huo. tunatoa shukrani kwa ujumbe wa chuo cha ulinzi wa taifa. Uwepo wenu hapa ni ushahidi wa ushirikiano imara katika usalama wa taifa, maendeleo ya kitaasisi na kujengeana uwezo. Tumekuwa na mjadala mpana kubadilishana maarifa katika ziara hii, hususani kwenye mada inayohusu jukumu la teknolojia ya habari na mawasiliano wa kukuza usalama wa taifa. Katika ziara hiyo ya chuo cha taifa cha ulinzi NDC ilihusisha management ya chuo, wakufunzi na wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo Tanzania mwenyeji, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Malawi, Afrika Kusini, Zimbabwe, Sierra Leone, Botswana, Ethiopia, India, Namibia, Nigeria, China na Misri. Aidha, katika ziara hiyo wajumbe walipata fursa ya kupanda miti katika ofisi za makao makuu ya Jeshi la Magereza ikiwa ni ishara ya kutunza mazingira na kukabiliana na athari zitokanazo na mabadiliko ya tabia nchi. Zoezi lilohitimishwa kwa utoaji wa zawadi mbalimbali mbali, kama ishara ya ukumbusho kwa yote yaliyofanyika. Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC tangu kilipoanzishwa kwa mujibu wa sheria kimekuwa na utamaduni kwa kila mwaka wa mafunzo kutembelea taasisi za ulinzi na usalama hususani zile ambazo ni wadau, lengo kuu likiwa ni kubadilishana ujuzi, maarifa na uzoefu katika kujenga mustakabali imara wa usalama wa taifa letu.